Kijiji cha Namasanda, eneo bunge la Kandoi, katika kaunti ya Bungoma, community health workers wamekuja hapa pamoja na mkasa village elder, wakakuja hapo, wakasema walemavu wanatakikana kwa ofisi ya chief, wanaenda kurejista huko ja, Linda Jamii wakanifanyia interview na Joel, wakamaliza na wakasema ya kwamba sasa Joel ataanza kupata msaada. Nimengoja mpaka saa hii Joel hajawahi pata chochote. Hakuna mtu yeyote amewahi nipigia simu akasema ya kwamba hata kuna baiskeli mahali Joel anatakana aenda achukue. Hakuna, unapata unaenda hospitali, ni mzito kumbeba, hakuna yani zile nini, unapata unaambiwa, wewe ngoja kwa line, na saa hiyo unahangaika, sha tunalipishwa pesa mingi, gharama ni ya juu, kila kitu ni mimi kung'ang'ana kupata kwa mtoto wangu, na nasikia kuna matumizi yao we, inatolewa na serikali na kuna wale mabwenyenyi wenye wako huko juu ndo wanafaidika na haki ya hawa watoto. Ndicho kilio cha akina mama hawa, wanapopitia changamoto za kuwalea watoto wanaoishi na ugonjwa wa kupooza ubongo maarufu celebral palsy. Celesti nafuna Mkaisi ni mamayake Joel sifuna Mkaisi, mtoto aliyezaliwa na ugonjwa wa kupooza kwa takribani miaka ishirini na tano kufikia sasa. Wakati alipoanza ikifika wakati sasa, tukawa kutembea, nikaona sasa akisimama ana inama upande mmoja, yani ni kama mguu mmoja ni fupi. Tukaanza kumpeleka kwa physiotherapy, hapo ndio alianza kutibiwa, na sasa ikajulikana ya kwamba Joel ni mlemavu. Hiyo ugonjwa ilipata mtoto wangu wakati nilikuwa naumwa kumzaa, niliumwa sana. Kwa kizungu inaitwa delayed labor. Hapo ndio akiwa ndani ya tumbo alikosa kupata ile hewa kuingia kwa ubongo wake, alipofika mwezi tisa ndo nilianza kujiuliza huu ah, mtoto ni kama hayuko sawa, hakai kama watoto wengine, aizi shika kitu akachezea, yani amekaa tu hapo. Kwenda hapa district hospital wakanidiagnozia mtoto wangu ako na cerebral palsy na hata hawaitembea hiyo kitu ilinishtua sana, moyo ilinisumbua, mawazo kwa mwaka tano kujikubali ati mtoto wangu hata hawaitembea. Nilikuwa nashinda kama nimelia, kila nikiangalia mtoto wangu najiuliza maswali mingi sana yenye sikuwahi pata majibu mpaka wa leo. Uh... takwimu za shirika la WHO ulimwenguni unaonyesha kuwa ni takriban watu milioni 50 wanaoishi na ugonjwa huu wa kupooza kwa ubongo maarufu cerebral palsy, huku mamake Joel akililia vitengo husika kuingilia kati na kuweka mikakati dhabiti ya kuwasaidia watoto hawa wanaoishi na tatizo hili ili kumaliza changamoto mbalimbali wanazopitia watoto hawa, huku wale wanaotatizika kiakili ni wale wanaowalea watoto hawa idadi yao ikiwa ni takriban milioni 35. Serikali, sirikali, tusaidie. Kama mnaweza tupatia shule ya watoto wa hawa watoto ambao wako na hii cerebral palsy, hawa mwaidentify shule, sio shizi, mashule za kawaida, ili hawa watoto watengewe waende pale, hata hao wa pia wapate kuwa na knowledge. Ukiangalia Nairobi, wapi wako na shule ya hawa watoto cerebral palsy, lakini Bungoma hatuna. Sasa kama serikali ingejitokeza ikuje itujengee hata shule yao juu hao watoto. Wazazi wengi wanaficha watoto wao ndani ya nyumba, lakini mzazi akijua shule iko Kandui ama iko mjini ama wapi atarakisha peleke mtu na watoto pia watasikia vizuri watona, eh kumbe hivi ndo watoto wengine pa wakendanga shule huwa wanafila. Alafu itawapatia pia ile job opportunities, ju anasemanga disability is not inability, wako tu hivyo, lakini they are able differently. Hapo serikali teeza kutusaidia sana, jubungumapeke yake hatuna shule ya cerebral palsy. Ugonjwa wa kupooza kwa ubongo ni ugonjwa wa neva unawathiri harakati sauti na misuli na mkao husababishwa na uharibifu wa ubongo unaokuwa kwa kawaida kabla ya wakati wa kuzaliwa. Hali hii inaweza kusababisha changamoto mbalimbali za kimwili na matatizo katika kuratibu harakati. Ugonjwa wa kupooza kwa ubongo sio ugonjwa unaoendelea, maana yake huwazidi kuwa mbaya zaidi kwa wakati, walakini dalili zinaweza kutofautiana sana kutoka kwa mtu hadi mtu. Watu wengine wanaweza kupata uharibifu mdogo wa moto, wakati wengine wanaweza kuwa na mapungufu makubwa zaidi. Sababu mahususi ya kupoza kwa ubongo mara nyingi haijulikani, lakini inaweza kuhusishwa na sababu kama vile maambukizi wakati wa ujauzito, kunyimwa oksijeni wakati wa kuzaliwa, au kasoro za maumbile. Ni muhimu kutambua kwamba ugonjwa wa kupooza kwa ubongo huathiri akili au uwezo wa utambuzi gharama yake ya matibabu ikionekana kuwa ghali mno, kama vile Neema Komen, mamake Rehema, mtoto anayeishi na ugonjwa wa kupooza ubongo kwa takribani miaka 15 kufikia sasa. Vyenye amekuwa mkubwa, kuna vitu mingi yenye uwa tunapitia diapers na watoto wanashinda kwa kutumia diapers, na hivi sasa wamekuwa wakubwa, hizo diapers ni pesa mingi, si kama ya watoto lishi yao au watoto wakuli kawaida kama hao watoto wengine, chakula yenye wanakula ni gharama yote tisa kumi. Ni kuwa akina mama hawa kupitia mwenyekiti wao Evans Jumba wameitaka serikali kuu na pia serikali za kaunti kuajiri watu wanaoishi na ulemavu katika afisi husika na watu wanaoishi na changamoto za ulemavu ili kuzuia kunyanyasika kwa watu wenye ulemavu, huku wakitaka vile vile, ikiwezekana, serikali kujenga shule za kuajali watoto hawa kwa manufaa yao ya siku zao za baadaye. Tunaomba wafadhili e, wajitokeze na waweze kutusaidia kujenga shule za hawa watoto. Shule za watoto wa ulemavu zipo but ni a physically challenged Uh, children, ambao mtu anaweza jifanyia moja ama mbili ama anaweza jiongelea, kwa watoto wa cerebral palsy, watoto wenye wako na neurological disability, wengi wanakaa nyumbani kwao na watoto wao na wazazi forever. Kwa sababu hata mtoto ule haezi fanya chochote, haezi oleka, haezi oa, so kukuwa na shule ya hawa watoto tunaweza search talent kwa hawa watoto. Kuna wale wengine wanaweza chora kuna wale wengine wanaweza piga keyboard, kuna wale wengine wanaweza tumia instrument yoyote, and they can get their lives from those kind of schools. Mimi kama chairman wa Bungoma Cerebral Palsy Community ningependa kuwasi wazazi wote ambao wanalea watoto wa Cerebral Palsy, mwapende watoto hao, muwatoe nje, muje tu celebrate pamoja. Tarehe sita tutakuwa Webuye Sub County hospital, na hapo Webuye Sub County hospital kutakuwa na kitu inaitwa assessment. Kama wewe uko na mtoto mlemavu nyumbani na umekaa naye na hajai kuwa assessed, ama amekuwa assessed na ako na ile kadi ya kitambo, tafadhali njo assessment; itakuwa bure upate the current one ambaye ni karatasi kubwa ina identify disability ya mtoto wako, jina za wazazi zinakuwepo na itakuwa inafanyika bure. Ikiwa zimesalia siku chache mno, ulimwengu kuadhimisha siku ya watu wanaoishi na ugonjwa wa kupooza kwa ubongo Walezi hawa hawana kabisa cha kujivunia huku wakisalia kupitia hali ngumu ya kualea na gharama ya matibabu, dawa, baiskeli ya kukokotwa, wakitaka serikali kuingilia kati na kuwapiga jeki, kwa kuwa baadhi ya walezi hawa walipoteza ajira kwa kualea watoto hawa. Tangu nipate huu mtoto nilikuwa nafanya kazi yangu inani inanifanyia majukumu yangu But ilibidi niwachane na kwenda kazi. Kama hivi sasa ulimwengu unapoadhimisha siku ya hawa watoto cerebral palsy, mimi kama mama ya Rehma sina la kujivunia juu. Tukianza tangu hata ni mzae, hakuna kitu serikali imewahi hata kunisaidia. Kila kitu ni mimi kung'ang'ana kupata kwa mtoto wangu, na nasikia kuna matumizi yao huwa inatolewa na serikali na kuna wale mabwenyenyi wenye wako huko juu ndo wanafaidika na haki ya hawa watoto. Sisi kama wazazi ambao tunaishi na watoto hawa, tulikuwa tunafanya kazi, tumepoteza kazi zetu, tumerudi nyumbani kukaa kuongoja hawa watoto. Siwezi sherekea uh, ya kwamba ati serikali imeleta hiyo. Sasa pengine huanga tunafaidika na sasa tunaenda huko tena, tuenda kufaidika hata vile naenda hivi, pengine vile media imekuja ndio itanisaidia mtoto wangu apate baiskeli. Sani Matano, mpakani TV, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.